Klabu ya Simba Sports Club ya jijini Dar es Salaam imefanikiwa kuingiza wachezaji watano kwenye kikosi bora cha Afrika. Kazi yetu ni kukupa pale ambapo zinajitokeza. Mimi naitwa Shehani Mzaina. Kuendelea kupata taarifa kutoka kwetu tafadhali, subscribe na bonyeza alama ya kengele. Sasa Simba Sports Club imetoa wachezaji watano kwenye kikosi bora cha Kombe la Shirikisho baada ya mchezo wa robo fainali uliochezwa wiki hii katika uwanja wa Benjamin Mkapa pale jijini Dar es Salaam, mchezo ambao ilishuhudiwa Simba ikipata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri na kufanya matokeo ya jumla kuwa ni mbili mbili, baadaye Simba wakashinda kwa, kwa penati penati nne kwa moja na kufuzu hatua ya nusu fainali. Sasa katika kikosi ambacho Simba imeingiza wachezaji e wachezaji hao ni pamoja na golikipa Musa Kamara Mabeki ni Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein Shabalala, washambuliaji ni Eli Mpanzu na Steve Dese Mukwala. Hao ndio ambao wameingia kwenye kikosi cha wachezaji bora wa wiki Afrika. Baada ya ushindi huo Simba inashika nafasi ya nne kwa ubora barani Afrika wa vilabu kwa mujibu wa mtandao wa Afri Soccer Zone zilizotolewa wiki hii huku mpinzani wao Yanga Sports Club wakiwa katika nafasi ya kumi na moja katika kikosi hicho. Wapinzani wa Simba ambao watakwenda kukutana nao kwenye hatua ya nusu fainali Sterbochi ya Afrika Kusini wametoa wachezaji wawili ambao ni beki Tabo Moloisane na kiungo Silenduli wakati RS Berkane imetoa kiungo Ayub Khair na mshambuliaji Osam Lamlui, wakati USM Alger Algeria ikatoa beki Adem Alileti, wakati Constantine ya Algeria pia ikitoa kiungo Ibrahim Dib. Hao ni wachezaji ambao wameunda kikosi bora chenye wachezaji kumi wa barani Afrika katika wiki ambayo Simba Sports Club ilijikatia tiketi ya kufuzu kuelekea kwenye hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Nini maoni yako? Andika kwenye komenti hapo, tupate pia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii pale Instagram, TikTok, mtandao wa X pamoja na uh, Facebook kwa jina la Toka Zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.